Leo imepatikana habari njema kidogo ya kutupiliwa mbali kwa hayo maombi ya sisi viongozi wa, wa Chadema kufungwa kwa kile kilichokuwa kinadaiwa kwamba kukiuka amri ya mahakama, lakini ushindi wa leo ni hatua ya mwanzo. Kesi hii toka tarehe 10 mwezi Juni mwaka 2025 imezuia shughuli zote za Chadema nchi nzima kwa tafsiri potofu ambayo ilitolewa baadaye, ziada ya zuio ambayo ilikuwa ni kwa katibu mkuu na bodi ya wadhamini peke yake. Kwa nitumie fursa hii vile vile kusisitiza mwito wetu kwa kuwa kesi hii ilifunguliwa na mamluki watatu, wakati huo ikiwa inafunguliwa ni kwa malengo ya kukwamisha mapambano ambayo Chadema ilikuwa inaongoza Watanzania ya no reforms, no election, kwamba bila mabadiliko hakuna uchaguzi. Ni vyema sasa waliowatuma mamluki hao watatu wakatumia mchakato huo uliotumika kuingiza hii kesi mahakamani kuhakikisha kwamba maombi yale ya msingi yanaondolewa mahakamani ili chama cha Chadema kipate haki zake na kipate uhuru wake, ikiwemo uhuru wa vikao vya chama vya kikatiba, ikiwemo kamati kuu ya chama kukaa kwa uhuru na uwazi, kutathmini madhila, madhara na maafa makubwa ambayo yameikumba taifa letu tarehe 29 mwezi Oktoba, na siku zilizofuatia baada ya tarehe 29 mwezi, mwezi Oktoba. Nazungumza na nyinyi leo tarehe 28, ikiwa kesho tarehe 29 ni kumbukumbu kumbu ya siku 31, mwezi mmoja kamili toka maafa haya a, kutokea.